Kwa nakuja kuwa wu, gari kufika hapo mnanile apo ndi nikamkuta mzee nikamulika nikakuta ni mzee, amemkata na mapanga um nikampigia mama simu, mama kaja akaanza kulia, watu wakaanza kuja. Naitwa Terezia Joseph Mtambo <laughs> ni mtoto Joseph, alinipigia simu ilikuwa saa tatu na dakika saba Jose alinipigia simu, "Mama, baba amekufa, amemtupia ametu, ametu, kwenye maji hapa mtoni." Maana Jose alitaka kuja kula chakula alikuwa nyumbani kwake kule e, ndipo nikamwambia mnani bibi mdogo, tukaanza ukimbia tukamkuta pale yuko kwenye maji, tukaanza kupiga kelele, jirani dikakaja palepale. Kwa jina ninaitwa Joseph Frankson ni Mwashtete. Nilipata taarifa kutoka kwa Waison Sikaumba, akawa amenipigia simu kwamba kuna mzee ameuawa huko. Nikamwambia kwamba ni mzee gani ameuawa, akasema ni mzee Harrison Mampashi. Baada ya hapo, niliondoka nyumbani kuja kwenye eneo la tukio. Kweli nilivyofika pale, nilimkuta kweli mzee amelala, amekufa. Baada ya hapo, mimi nilichukua hatua ya kumpigia mtendaji wangu wa kijiji kwa sababu yeye anaishi msia. Nikampa taarifa, pia nikamwambia kwamba upige simu kwa mtendaji kata. Kwa kweli chanzo hata mimi mwenyewe kama mwenyekiti sijui. Kwa kweli hili linatakiwa kama uongozi tulikemea kwa sababu ni jambo baya. Kwa jina naitwa Usiwelochomo, diwani wa kata ya Chitete. Kiukweli hili tukio ni tukio ambalo ni la kikatili ni tukio ambalo mimi kama diwani nalikemea. Ni kati ya matukio ambayo yanaleta uvunjifu wa amani kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo mimi kama diwani natoa wito kwa wananchi, ni bora kama kuna changamoto yoyote, tukae chini tuweze kuzungumza ili tuone namna ya kuzitatua hizo changamoto. Kubwa kuliko yote, kila kijiji kuna viongozi hasa kutoka ngazi ya chini kuna wenye viti wa vitongoji lakini pia kuna wasaidizi wa wenye viti wa vitongoji ambao ni mabalozi ama wajumbe. Lakini sambamba na hilo, kuna watendaji wa vijiji na wenye viti wa vijiji. Vivyo hivyo, kama kuna shida ambayo imeshindikana kwenye maeneo yao, natoa wito waje kwenye ofisi ya kata. Sisi kama viongozi wa kata tuko tayari kutumika kwa namna moja ama nyingine, kwa ajili ya kutatua changamoto na kero za wananchi. Of course hali ya wananchi ya kujichukulia sheria mkononi siwezi nikaisemea sana, ni kitu ambacho sio cha busara. Inakuwa ni huruka ya mtu ama tabia ya mtu ile aliyonayo kutokana na mazingira nayoishi na jinsi gani anavyoenda. Enenda chanzo cha matukio, mimi naweza nikasema sio kuwa jirani na nchi jirani, lakini ni tabia ya mtu mwenyewe jinsi alivyo jinsi anavyoishi na anavyoshirikiana na jamii husika. Uh, kiukweli siwezi kusema moja, moja kwa moja kwamba inaweza kawa ni siasa. Ndio maana vyombo vya ulinzi vipo, vitafanya kazi yake. Kama ni masuala ya kisiasa yatafahamika mbele ya safari, na kama kuna namna moja ama nyingine au kuna changamoto yoyote, kwa kuwa vyombo vipo, vitafanya kazi yake kwa nafasi yake. Kwa majina naitwa Daima Anderson Sruamba, ni katibu wa siasa na uenezi kata ya Chitete. Kwa kweli kisiasa, hilo swala halipo, labda kwa namna nyingine, lakini kwenye chama sisi tulikuwa tunaendelea naye kufanya kazi vizuri. Hilo ninapinga kwenye siasa halipo, kwa sababu uchaguzi za, za chama zilishafanyika kwa awamu, na yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wazazi, Chama cha Mapinduzi. Mimi naitwa Kayoro Msongole, katibu elimu malezi chumi na mazingira, jumuiya ya wazazi wilaya Ileje. Kwa haya matokeo naoshe yanaendelea yanaanza kutokea, kwa sababu huko nyuma yaliwahi itokea, tukafanya tukakaa mikutano na wananchi wana kata ya Chitete pale Ikumbiro, na huyu huyu marehemu naosha amesha uawa na, na mekatwa na mapanga usiku akitokea vilabuni kwa muda wa kama saa mbili na kitu, na sisi tukapata taarifa hizo saa kumi na mbili asubuhi ambayo nilipigiwa simu. Sasa kama kiongozi, na tukishirikiana na viongozi wa chama kwa hali, tunasikitika sana kwa matukio ambayo yanajitokeza, kwa sababu juzi yamejitokeza hapo ng'ambo kwa jirani zetu, kuna mtu amepigwa risasi. Sasa leo yanakuja kwetu hapa ng'ambo. Leo, yanatokea tena kwetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wananchi tuliopo hapa sisi wenyewe tunao watu wanaofanya uhalifu. Ni lazima tuwe makini na kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na tujue watu gani tunaoishi nao na wageni gani ambao tunawaalika katika maeneo yetu. Lakini pia viongozi kama viongozi wa wajumbe, viongozi wa serikali na viongozi wa mila lazima wawe na, na orodha ya watu wajue watu gani wanaoingia katika imaa yao. Inafika mara tunaanza kuwaficha sisi wenyewe wahalifu, kwa vyote vile lazima tunawafahamu. Sasa, kama viongozi tunakemea iliyotokea ambao sasa ni mbaya sana kuliko kutoa uhai wa mtu mwenzako alafu unabaki. Hivyo tutaomba tu vyombo vya dola kushirikiana wananchi waliopo tuweze kupata kufuatilia matokeo haya kwamba walioharibu ni akina nani, kwa sababu gani? Na tukifanya vizuri, tukifanya ushirikiano, tunaweza tukapata taarifa kamili kweli kwamba kuna mauaji ambayo yametokea e, tarehe kumi na mbili mwezi wa tatu mwaka huu e, majira ya usiku saa tatu ni huko wilaya Ileje, kijiji cha Ikembo, kata ya Chitete, tarafa ya Bulambia ambapo marehemu kama ulivyomtaja Harrison wa Mbinga Mwampashi mwenye umri wa miaka sitini na tano, huyu ni Mnyiha, kazi yake ni mkulima e, wa Itembo aliuawa, na aliuawa kwa kukatwa e, inaonekana kama alikatwa na vitu vyenye ncha kali maeneo ya kichwani na mgongoni na watu ambao bado hawajafahamika aki mwili wake ulikutwa kuta umekatwa umetelekezwa barabarani. Na chanzo amini, mbinu iliyotumika ilikuwa ni kumvizia marehemu akiwa njiani akitokea kwenye vilabu vya pombe akirudi nyumbani kwake e, na alimshambulia maeneo ndiyo yataja na mpaka kufariki.